Uhali gani msikilizaji wa maisha ni hadithi? Nipende kukaribisha kujumuika katika simulizi ya kusisimua iitwayo Utajuta Kuniacha. Ndugu msikilizaji, usisahau kusubscribe na kubofya alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya kila wakati. Mimi ni Nasolo Raja, karibu. Jua lilikuwa kali; vumbi lililokithiri lilifunika mitaa ya Tandale. Mabanda yaliyoshikamana kama vijiba vya nyasi vilitoa harufu ya unyevu unyevu wa umaskini. Saidi kijana wa miaka ishirini na nane alikuwa amerudi kutoka kazini, mgongoni akiwa amebeba gunia dogo lililojazwa makopo na chupa za plastiki. Alipokaribia kibanda chake, alishangaa kuona pilikapilika -pilika zisizo za kawaida. Jirani zake walikuwa wamesimama mbali kidogo, wakinong'ona na kushikana mashati kwa mshtuko. Alipoingia ndani, alipigwa na butwa. Mariamu mkewe, wa ndoa ya miaka sita, alikuwa amepanga vitu vyake kwenye magunia mawili watoto wake wawili Rashidi wa miaka mitano na Amina wa miaka mitatu walikuwa wamekaa pembeni, macho yao yakiwa yamejaa hofu. Mariamu, unafanya nini? Saidi aliuliza kwa sauti ya kukatika. Mariamu hakutaka hata kumwangalia ya machoni, aliendelea kufunga mzigo wake kwa haraka, kana kwamba alikuwa akikimbia moto. Nimechoka, alitamka kwa ukali Mariamu. Nimechoka kuishi maisha haya ya dhiki, kila siku makopo, kila siku njaa. Mimi pia nataka maisha bora, nataka uhuru wangu. Mariam, tafadhali, tuvumilie pamoja tu baba, Saidi alisema kwa sauti ya kukatika, lakini Mariam alimkatisha. Watoto, Saidi, watoto hawa ni mzigo kwangu sasa. Mimi naenda kuanza maisha mapya. Kuna mtu ameniahidi maisha bora, gari, nyumba ya kifahari. Siwezi kuendelea kuishi na maskini kama wewe. Maneno hayo yalimchoma moyo wa Saidi kama moto wa mkaa. Alibaki ameduaa akimwangalia Mariamu akinyanyua mizigo yake na kutoka bila hata kugeuka nyuma. Watoto walilia kimya kimya, wakiwa hawajui la kufanya. Saidi aliinamisha kichwa chake, machozi yakimlenga lenga machoni. Alihisi dunia yote ikimgeukia. M, mama, mama atarudi? Rashidi aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Saidi alijikaza, akawachukua watoto wake wawili na kuwashikilia kwa nguvu. Baba yupo hatuta s tukasonga mbele pamoja, alijibu kwa sauti yenye maumivu yaliyofichwa kwa bidii. Mitaa ya Tandale ilinyamaza, sauti ya upepo pekee ndio ilisikika ikibeba huzuni ya kijana aliyekataliwa kwa sababu ya umaskini, msikilizaji. Lakini kile ambacho Mariamu hawakujua ni kwamba maisha huwa hayako hivyo daima. Saidi alikuwa na moyo wa simba, moyo wa mtu asiyejua kukata tamaa. Baada ya Mariam kuondoka maisha ya Saidi yalizidi kuwa magumu. Kila alfajiri alikuwa akiamka akiwa amefunika watoto wake kwa vitambaa chakavu. Akibeba gunia lake na la kutembea mtaa hadi mtaa akiokota makopo na na plastiki za kuuza kwa bei ya chini sokoni. Mzee wa makopo, beba kwa haraka hapo. Sauti ya wenye maduka zilimsukuma kwa dharau. Lakini Saidi hakuonyesha hasira. Aliendelea kufanya kazi kwa bidii, akijua kuwa maisha ya watoto wake yalikuwa mikononi mwake. Mwezi mmoja haukupita mwenye nyumba alimfuata akiwa na hasira. Saidi, umekaa miezi miwili bila kulipa kodi. Ondoka kabla sijaita askari, alifoka huko akimnyoshea kidole. Baba, tunaenda wapi? Amina aliuliza kwa sauti ya hofu, alipomwona baba yake akikusanya virago vyao. Saidi alipiga moyo konde. Tutapata sehemu nyingine, Mungu yuko pamoja nasi, alijibu akitabasamu kwa uchungu. Akiwa hana pa kwenda, Saidi alilazimika kulala na watoto wake kwenye kibaraza cha duka lililofungwa. Usiku wa baridi ulijaa kelele za paka, mbu na upepo uliovuma ukiwabembeleza kwa huzuni. Asubuhi moja, akiwa anapekua majalala ya sokoni, Saidi aliona mfuko wa plastiki uliokuwa umechafuka kwa vumbi. Alipofungua macho yake aliganda. Ndani ya mfuko huo kulikuwa na kipande cha, kulikuwa na kipande cha cha kulikuwa kulikuwa na na vipande vya mawe meupe yanayomeremeta madini. Hakuelewa thamani yake mara moja, lakini alihisi kuwa alikuwa amepata kitu cha thamani. Asalamu As alaikum mzee, kuna kitu gani hapo? aliulizwa na fundi mmoja wa gereji alipomwona akishika kwa tahadhari. wa alaikum salamu, ni mawe tu kaka, saidi alijibu huku akihisi hofu Fundi alimtazama kisha akamshauri, peleka pale kwa bwana Rashidi, anajua haya mambo." Kwa moyo wa matumaini na mashaka, Saidi alitembea hadi duka la vito la bwana Rashidi. Bwana Rashidi, mzee mwenye miwani mikubwa na ndevu nyeupe, alipokea mawe yake. Aliyapokea mawe yale akayachunguza kwa kifaa maalumu. Baada ya muda mfupi, alimtazama Saidi kwa mshangao. Kijana, unajua hiki ni kijana, unajua hiki nini? alimuuliza Saidi aliuliza, Saidi alitikisa kichwa. Haya ni madini safi, thamani yake ni kubwa kuliko unavyoweza kudhania. Saidi alipigwa na mtwaa, alishindwa kuzuia machozi ya furaha yaliyomtoka ghafla. Anataka kuuza? Bwana Rashidi aliuliza kwa pole. Baada ya mazungumzo muda mrefu, Saidi aliuza madini yale kwa kiasi kubwa cha fedha, kiasi ambacho hakuwahi kushika hata kwenye ndoto yake. Siku hiyo maisha ya Saidi na watoto wake yalibadilika. Alinunua nyumba ndogo ya kupendeza pembeni mwa jiji akawapeleka watoto wake shule nzuri na akaanzisha biashara ndogo ya vifaa vya ujenzi, lakini moyoni mwake alijua kuwa huu ulikuwa ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kubadilisha maisha yao. Msikilizaji, tuendelee ama tuishie hapa? Baada ya kufikia hapa, naomba msikilizaji, basi toa maoni yako chini kuanzia pale tulipoanza masimulizi yetu mpaka hapa, lakini tunaendelea kama hivi. Miezi sita, baada ya kupata madini yale, maisha ya Saidi yalibadilika kwa kasi ya ajabu. Alikuwa sasa anamiliki duka kubwa la vifaa vya ujenzi lililokuwa katikati ya Kariakoo. Watoto wake Rashidi na Amina walikuwa wameandikishwa katika shule ya kimataifa, wakiwa wamevaa sare nzuri na kubebwa na gari ya shule kila asubuhi. Saidi mwenyewe alikuwa amejibadilisha kabisa. Mavazi ya zamani ya viraka vilibadilishwa na suti za bei ghali suluari iliyokuwa imelegea siku za zamani sasa ilibadil, ilibadilishwa na suti zinazong'aa na viatu vyake vilivyotoa sauti ya maridadi kila alipokanyaga sakafu. Siku moja jioni, baada ya kufunga biashara, alienda kukaa katika mgahawa maarufu wa jiji, mgahawa maarufu wa mjini. Alipunga upepo huko akinywa kahawa, ndipo alipokutana na Rehema, binti mrembo mwenye tabasamu la kupendeza. Alionekana tofauti na wanawake wengi aliyowahi kukutana nao hakuwa na harufu ya tamaa bali alikuwa na mazungumzo ya hekima na heshima. Unaonekana mgeni hapa mjini, Rehema alisema kwa tabasamu. Saidi alicheka kidogo. Kwa namna fulani, maisha yamenibeba kutoka Katandale hadi hapa na... Saidi alicheka kidogo. Kwa namna fulani, maisha yamenibeba kutoka Tandale hadi hapa. Naitwa Saidi. Rehema alijitambulisha kwa sauti nyororo. Naitwa Saidi. Saidi alijitambulisha. Naitwa Rehema. Rehema alijitambulisha kwa sauti yake nyororo. Mazungumzo yalizidi kushika kasi na hatimaye urafiki wao ulianza ma kulizaa mapenzi ya kweli. Rehema hakumpenda Saidi kwa mali, bali kwa moyo wake wa huruma, kwa juhudi zake na mapenzi yake kwa watoto wake. Siku moja usiku, Rehema alimuuliza kwa upole, "Saidi, je, ulikata tamaa siku zile za shida zako?" Saidi alitabasamu kwa huzuni. Siku zote nilijua Mungu hashindwi na hali ya mtu. Niliteseka, nikalia, lakini sikukata tamaa. Watoto wangu walinipa sababu ya kuendelea kupigana. Maneno hayo yalimgusa Rehema hadi machozi yakamtoka. Ndipo alipomkumbatia kwa nguvu na kumwahidi kuwa atakuwa naye kila hatua ya safari yake mpya. Miezi michache baadaye, Saidi alimvisha pete ya uchumba mbele ya watoto wake katika hafla ndogo ya kifamilia iliyofanywa na, na furaha ya shukrani kwa Mungu. Siku moja Jumamosi, Saidi alikuwa ameketi kwenye bustani ya nyumba yake mpya akicheza ya na watoto wake. Amina alipokuwa akicheka huku akipiga picha za selfie na baba yake, Rashidi alipiga kelele, "Baba, kuna mtu anakuja mlangoni!" Saidi alinyanyuka taratibu na kuelekea kwenye geti. Alipofika, moyo wake ulipasuka kwa mshangao na machungu ya zamani. Mbele yake alisimama Mariam, aliyekuwa mkewe akiwa amechoka amechafuka macho yakiwa yamevimba na mwili wake umechoka sana. Saidi, Mariamu alilia, sauti yake ikikatika na kuomba, unisamehe nirudishe nimekosa. Saidi alimtazama kwa muda mrefu bila kusema neno. Akili yake ilimrudisha nyuma siku aliyoachwa bila huruma, watoto wake walivyolia kwa uchungu na mateso yote aliyoyapitia na watoto wangu? Saidi aliuliza, aliuliza kwa sauti ya upole lakini yenye maumivu. Mariamu alikosa la kujibu, alishusha macho kwa aibu. Uliniacha siku nilipokuhitaji zaidi, uliona umaskini wangu kama mzigo, sasa nini kinakurudisha? Saidi aliongeza. Saidi aliongeza. Uliniacha siku niliponi uliniacha siku nilipokuhitaji zaidi, uliona maskini wangu kama mzigo, sasa nini kinakurudisha? Saidi aliongeza. Uliniacha siku nilipokuhitaji zaidi, uliona maskini wangu kama mzigo, sasa nini kinakurudisha? Saidi aliongeza, macho yake akiwa yamemjaa ukakamavu. Mariamu alilia kwa uchungu, yule mwanaume alinipachika mimba akanikataa na, na, na, na nimeambukizwa Saidi alikamilisha sentensi hiyo. Ukimya kwa muda mfupi, ukimya mzito ulitanda, hata watoto waliogopa kusogea karibu. Baada ya kuvuta pumzi ndefu, Saidi alizungumza kwa utulivu, Mariamu, sikuchukii, lakini maisha yangu yamesonga mbele sasa. Nina familia yangu na moyo wangu umejifunza kupenda tena kwa mtu anayenipenda mimi na watoto wangu bila masharti. Mariam alielia zaidi, akitetemeka akijaribu kumsihi, lakini Saidi alimwangalia kwa huruma na uchungu wa kipekee. Naomba uendelee na maisha yako, tafuta msamaha kwa Mungu, mimi tayari nimekusamehe, lakini siwezi kukurudia kwenye maisha yangu tena, alisema kwa sauti ya mwisho. Mariam aliporomoka chini akilia kwa uchungu, lakini Saidi alimuita mlinzi kwa heshima, akamwelekeza msaidie Mariam kutafuta msaada wa kijamii. Hakuwa na chuki moyoni, alikuwa amekomaa akiwa ameshinda. Usiku huo Saidi alipoketi na watoto wake na Rehema, aliwatazama kwa macho ya shukrani. Alijua hatima yake ilikuwa imeandikwa vizuri, na sasa ilikuwa zamu yake kuishi maisha yenye furaha, heshima na upendo wa mpema. Saidi alijua kuwa safari yake ilikuwa imejaa milima ime na mabonde, lakini sasa alikuwa amefika mwisho kabisa wa simulizi zetu wa nzuri na kusisimua ya utajuta kuniacha. Nipenda kushukuru kwa muda wako wote tangu mwanzo mpaka hapa, lakini pia nikupenda kukumbusha ndugu msikilizaji kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia bila kusahau kutoa maoni yako kutoka kisa kizima tangu mwanzo mpaka mwisho. Yote kwa yote, tukutane kwenye simulizi nyingine. Uwe na wakati mwema.